Naam, mtazamaji karibu tena katika uh, mada zetu mbalimbali mbali za mitazamo yetu kutokana na changamoto zetu. Tukumbuke mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwa nchi yetu ya Tanzania. Tunaenda kuchagua madiwani, tunaenda kuchagua wabunge, lakini pia tunaenda kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tayari Chama cha Mapinduzi kimempitisha Daktari Samia Suluhu Hassan huwa mgombea wa nafasi ya urais wa Tanzania. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi ama wanaoonyesha, ama makada wa Chama cha Mapinduzi wataanza kuchukua fomu za kuwania nafasi hiyo ya ubunge katika majimbo mbalimbali nchini ifikapo tarehe 28 mwezi huu wa sita mwaka 2025. Kwa ajili ya kwanza michakato kadhaa. Ninachokiona hivi. Mwaka huu uchaguzi utakuwa uh, hauna nguvu kama utando wa buibui. Kama ujuavyo, utando wa buibui unaweza kuwa mkubwa sana katika nyumba, katika kuta, katika eneo lote lakini unakuwa hauna kizuizi wala uhitaji kutumia uh, kitu kisi, kizito ama, ama kutumia nguvu kuondoa utando uh, wa buibui katika ukuta ama katika eneo lolote lile la nyumba ama ofisi na ndivyo itakavyokuwa mwaka huu 2025, ila na kabla sijatoa sababu kwamba mambo haya yatafanyika hivyo kutokana na yaliyotokea hivi karibuni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kugoma ama kususia kwenda kusaini kanuni za maadili, na hatimaye ikatangazwa, serikali ikatangaza kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Chadema hakitashiriki uchaguzi wa mwaka huu 2025 kwa sababu ya kosa hilo la kususia, ingawa baadhi wanaendelea kueleza maoni yao kwamba ni vema Kanuni hizo zisitumike kuiondoa Chadema katika kuwania nafasi ama kusimamisha wagombea wa chama hicho katika nafasi mbalimbali hasa ubunge, udiwani pamoja na urais, kama wamejipanga. Hoja yangu iko hapa, ingekuwepo Chadema, uchaguzi huu ungekuwa na vitu vingi ambavyo ni vizuri, kwa namna moja ama nyingine. Jambo la kwanza tufahamu, uchaguzi ni kama sehemu ya mfumo wa watu ama serikali kupeleka pesa mtaani kwa namna moja ama nyingine. Mzunguko wa pesa ungeongezeka tofauti na sasa. Jambo la pili, mfumo wa uchaguzi ni namna gani watawala wanaweza kujipima ukubalifu wao kwa umma, kuweko na uchaguzi angalau ukiitwacho uchaguzi huu. Nadhani mnanielewa nie, mna vizuri nachokisema mna hapa. Kwa hiyo uwepo wa Chadema, endapo Chadema wangeshiriki uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025 uchaguzi ungekuwa mzuri sana lakini pia kwa sababu Chama cha Mapinduzi kina watu wengi ambao wana uwezo wa kufikiri vema, ingawa nadhani wanatumiwaga kwenye maeneo tu pale ambapo uh, uhitaji ni mkubwa kama ambavyo kwa sasa, Chama cha Mapinduzi kingetumia watu wenye akili timamu kweli kweli endapo Chadema wangeshiriki uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Ipo mifano siku zote nahuwa ninawaambia kwamba mimi nitakuwa nawakumbusha tu. Walio wengi tunakumbuka nyakati za Jakaya Mrisho Kikwete, na wakati huo uh, Abdurahman Kinana alikuwa katibu mkuu wa chama hicho, alizunguka nchi nzima pembeni, akiwepo mwenezi Nape Nnauye. kipindi kile ikatokea kutokana na hali iliyokuwa mioyoni mwa watu na mtazamo wa raia dhidi ya chama cha mapinduzi na serikali yake, ikalazimika Kinana na wenzake kuanza kuisema serikali ili kurejesha imani ya wananchi kwa chama pamoja na serikali hasa kwa chama ili wakichagua, na ilifanyika hivyo, na watu wengi hata wa vyama vingine wasiokuwa na imani na chama cha mapinduzi mioyo yao ilishuka na kuanza kukipenda chama cha mapinduzi, kwamba kweli kwa sasa chama cha mapinduzi kina viongozi kweli kweli, kwa sababu wanatusemea sisi wananchi, hakika tunaona kwa sababu kuna mambo ambayo yalikuwa hayaendi. Ni nadhani endapo Chadema ingeshiriki uchaguzi, yawezekana mkuu wa mkoa wa Arusha po Makonda angeweza kurejeshwa kwenye nafasi ya uenezi taifa. Tumeona hivi karibuni alipokuwa katika nafasi hiyo, kulikuwa hakuna haja kusomba hata watu na mabasi wala maloli kwenda kwenye mikutano yake, kila mmoja alikuwa anaenda mwenyewe, kwa sababu alikuwa na ulimi wenye matarajio yanayoshikika na majawabu kamili, sio majibu. Makonda ilifikia tua kama Kinana. Kuna baadhi walisahau, wanamshutumu Makonda kwamba mbona anasema serikali yake. Sio Makonda tu, hata Kinana alifanya hivyo hivyo. CCM ni dude likubwa hivi, ya CCM ni dude likubwa kweli kweli. Staili ya Makonda aliyokuwa anaenda nayo katika nafasi ya uwenezi, na akaenda kule mkoa wa Arusha akaanza kufanya tena yale yale yani, kwa namna moja hapa nyingine, watu wakawa kimbilio yani, akawa kimbilio na ndicho CCM wangekifanya mwaka huu 2025, endapo Chadema ingeshiriki uchaguzi. Lakini kwa sasa ninadhani uchaguzi wa mwaka huu 2025 utakuwa ni uchaguzi mgumu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi ukiisha ndani ya Chama cha Mapinduzi, huko nje sioni mimi, mtazamo wangu sioni sioni sioni mbadala wa Chadema kwa sasa, labda hapo baadaye. Kwa hiyo kwa sasa uh, wananchi watarajie wale watakaopita ndani ya chama cha mapinduzi uh, ndio watakuwa wamefanya kazi ngumu kweli kweli. Yaani uchaguzi utakuwa mgumu ndani ya chama cha mapinduzi, lakini huko nje wale wengi ambao watashinda kwenye kura za maoni, hao ndio watakaokuwa wabunge ya wabunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sisemi waji-wabunge wa, wa majimbo kutokana na hali ambayo inaendelea na mifumo yetu ambayo hivyo ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. mama na upiga mwingi sio, nani anabisha kwenye kenyekile, tuendelee kula uh, sijui nini mnasema vijana, alafu chini kuna kuna vitoweo sio, naam ndio maana ninasema kwamba Chadema ingeshiriki uchaguzi wa mwaka 2025. Staili ya Kinana na Makonda ingetumika. Wewe unasema